Ni watu wazuri, naibu wa rais. Ukifika Teso ujue lazima utakuja kuwa president siku moja katika dunia hii, na Wateso wanakufurahia kwa sababu wewe sio mkabila. Si nyinyi mnamjua mkabila yuko wapi ule? but, ule ulichukua kiti yako, naibu wa rais, hakukanyaka Teso. Aliwahi kufika hapa huyo mtu, atakuwa rais ya Kenya. Shetani afanya namna gani? Ati sasa ameenda kutangaza Kenya kwamba kutatokea vita baada ya uchaguzi 2027. Huyo ni mutu ashindwe asishindwe eh? kama huyu Kaunya ameungana na William Ruto na Kindiki, atatushinda yee eh? Wapi nyimbo safi ya Wateso? Hapa niimbe iko. Weka hiyo ni imbe, ndio wateso wajue nimechamuka hapa Teso, na leo lazima tuchangie Wateso. Sawa sawasawa. Wapi nyimbo mzuri? Yes, hatuwezi kuja Teso na kukaa namna hii, lazima tuwe. Ama nyinyi hamtaki kutukaribisha? Tuko pamoja na Wateso, tuendelee na Wateso. Shetani ashindwe. Mkabila ashindwe. Ameanzisha chama ya kutivide community. Hiyo chama tunasema ishindwe. Weka hiyo tu kidogo.